Moja katika misemo ya Waarabu unasema al-alsunu magharifu al-qulubi kwamba ndimi hizi ndiyo magharifu. magharifu imetokana na neno migrafatun. Kuna migrafatun, kuna milaqatun kwa maana ya kijiko, kuna mibraatun kwa maana ya kichongeo lakini migrafatun ni chochote unachotumia kutekea kitu. Chochote unachotumia kutekea kitu. Kwa mfano mtu akichukua kijiko akatia katika sukari basi itatoka sukari. Mtu akichukua kijiko akachota katika supu itatoka supu. Kwa hivyo ndio maana msemo huu kasema al-alsunu magharifu al-qulubi, kwamba ndimi hizi ndiyo vichoteo kwa yale yaliyokuwa katika mioyo yetu. Na ndiyo maana mtu akiwa na tabia fulani anayo, amejificha nayo, akajitahidi ile tabia ajifiche nayo asidhihirishe kwa watu ile tabia, kwa namna yoyote ile itadhihirika, imma kwa vitendo, imma kwa maneno. Moja katika visa maarufu vya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichotokea katika mwezi huu wa Rajab, nacho kingine si chingine ni Isra na Miraji. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea kutoka katika safari yake ya Isra na Miraji, alirudi kubaila alfajiri, kabla kidogo ya swala ya alfajiri, akawa amefika ameketi pahala akifikiria namna gani na jinsi gani ataweza kueleza watu wake. Wakati ameinama amefikiria, ghafla akawa amefika pale Abu Jahal Akamuuliza, ya, uh, hal min shay'in, je una jambo jipya na kitu chochote sallam? Akasema naam, akamwambia tueleze Abu. Mtume sallam akasema usri ya bil laila, kaambia mimi nimepelekwa usiku. Abu Jahali akamuuliza ila aina, mpaka wapi? Akasema ila baitul maqdis, mpaka kule Baitul Maqdis Filastin, kisha asbahata baina dhaharanaina thumma asbahata baina dhaharanaina Jahl akawa anafikiria, anasema kwamba ikiwa nitamkadhibisha Muhammad itaonekana, atabadilisha maneno na mimi itaonekana ni mwongo. Kwa hivyo akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, uko tayari mimi nikiwaita watu wako unaweza ukawaelezea kama hayo uliyoniambia mimi? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, ndio naweza kuwaelezea. Basi Abu Jahali akawa amewaita wale watu, bwana Mtume akawaambia, akaambiwa waambie kile ulichoniambia mimi, akasema bwana Mtume, sallam, mimi, kwa usiku. Watu, ila aina mpaka kule mikono kichwani wapo walio kila mtu alikuwa na namna yake kuonyesha kwamba kumshangaa bwana mtume. Uongo gani huu? Huyu Muhammad amezidi kuwa muongo. Lakini baadhi ya makuraishi baada ya kuwa watu wanaendelea kumzonga zonga pale kumuongelea mtume swalla, so baadhi ya makuraishi wakaenda kumwambia Saidna Abubakar, umesikia maneno ya rafiki yako alivyokuwa akisema, akasema, kwani amesemaje? Akasema kwamba amesema kuwa yeye amepelekwa Filistini, amepelekwa Baitul Maqdis. Akasema kama alishasema hivyo basi ni kweli mimi nathibitisha amepelekwa al ansun magharifu lqulubi kwamba ndimi hizi ndiyo yanabeba yale yaliyokuwa nyoni katika mioyo yetu. Saidina Abubakari, katika moyo wake ilikuwa ni, ni kumswadikisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wewe yale yaliyokuwa katika moyo wako ndiyo unatoa katika ndimi yako, au unatoa mambo tofauti kwa kujikaza, na hiyo tabia ambayo uliokuwa nayo isionekane useme maneno ya uongo. Tumeona kwa Saidina Abubakari kuwa tabia yake yeye ilikuwa ni kutoa yale yaliyo katika moyo wake, yale yanayopendezwa katika moyo wake. Mimi na wewe, mtazamaji unanifuatilia, tunatoa kweli yale yaliyokuwa katika moyo wetu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tio, ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno, lakini pia wenye kuyafata yaliyokuwa mazuri.